Mapinduzi yote yaachi hajawahi kuacha salamu watoto wake, kwamba mapinduzi yaachi kuwala watoto wake wenyewe. Kwa hiyo mgogoro unaanzia pale mapema. Kabla ya hapo, ni kwamba Irani na Israel walikuwa marafiki, zilikuwa jirafiki. Moto wa vita unawaka tena katika jangwa la mashariki ya kati, na sauti za makombora zinapaza sauti kuliko zile za majadiliano. Sasa macho ya walimwengu yanakodolewa na kuelekea Irani na Israeli. Baada ya Ayatullahi kukamata madaraka, ugomvi ulianzia pale alipoanza kufikiri kwamba anaweza kuwa mtetezi mzuri wa Wafilistini, alipoanzisha serikali au jamhuri ya Kiislamu katika nchi ya Iran, yaani ni ya Iran. kwa hiyo Irani ni jeshi kubwa baada ya Misri na Iran. Mchana ukawa usiku ghafla kwa wakazi wa Iran huko, mawingu ya moshi yakifunika jua na sauti za vilio zikiambatana na milio ya mizinga. Vinu vya nuklia ni sehemu ya tatizo na, na of course jeshi la Irani ilikuwa tayari ni tatizo kwa jeshi kwa nchi ya Irani. Ya, ya, Israel. Kwa hiyo kutengeneza vinu vya nuklia vya Natans na sehemu nyingine kama Isfan na kadhalika. Mapigano makali yamezuka kati ya mataifa haya mawili baada ya Israeli kuanzisha mashambulizi ya ghafla dhidi ya vituo vya kijeshi na vya nyuklia ndani ya Irani taarifa zinasema mashambulizi hayo yalifanywa tarehe ya 13 Juni elfu mbili na ishirini na tano wakati vita vya Gaza vikichacha na upepo wa taharuki ukavuma kote katika ukanda huo. Kwa hiyo shida iliyopo kubwa ni kwamba vita hii haigusi Iran peke yake, inagusa Iran na mataifa mengi ya dunia. Mgogoro kati ya Irani na Israeli haujafungwa ndani ya mipaka yao, kama mto unaovunja kingo athari zake zimeanza kujitokeza barani Afrika hasa katika ukanda wa Afrika mashariki ambapo hupo katikati kati ya njia muhimu za kibiashara kijeshi na kisiasa kati ya mashariki ya kati, Asia na dunia nzima. Kwa hiyo Iran kupitia OPEC atawashawishi na ana washawishi wapunguze uzalishaji. Wanapopunguza uzalishaji, ina maana dimandi itakuwa kubwa kuliko supply. Msikilizaji wa rafiki Kiswahili, karibu katika makala ya Afrika mashariki hii leo tunatuama kuangaza namna mgogoro wa Israeli na Irani unavyoleta athari hasi kwa mataifa ya Afrika Mashariki. Mwandalizi na msimulizi wako naitwa Maratini Nyoni, nasema karibu tuwe sote hadi tamati ya makala haya. Mgogoro wa kivita kati ya Irani na Israeli ulianza wakati Israeli ilipoanzisha mashambulizi ya hafla dhidi ya vituo muhimu vya kijeshi na vya kinyuklia nchini Irani mnamo tarehe 13 Juni 2025. Katikati ya vita vya Gaza na athari zake za kikanda. Hapo hawali wawili hawa walikuwa washirika kuanzia mwaka 1948 hadi mwaka 1979. Israeli na Irani waligeuka kuwa mahasimu wakubwa baada ya mapinduzi ya Kiislamu ya Irani ya mwaka 1979, ambapo utawala mpya wa Kiislamu ulichukia ukoloni, ulilaumu Marekani na Israeli kwa matatizo makubwa ya eneo hilo. Hali ilizidi kuwa mbaya mwanzoni mwa miaka ya elfu mbili wakati ilipofichuka kuwa Irani ilikuwa na mpango wa nyuklia wa siri na wa kutiliwa shaka. Hamduni Maliseli ni mchambuzi wa siasa za kimataifa ananijuza yaliyo nyuma ya wawili hawa. Baada ya Ayatullahi kukamata madaraka, ugomvi ulianzia pale alipoanza kufikiri kwamba anaweza kuwa mtetezi mzuri wa Wafilistini dhidi ya ufedhuli wa Kizayuni hapo ndo mgogoro unakoanzia, alipoanzisha serikali au jamhuri ya Kiislamu katika nchi ya Iraq. Kwa hiyo Irani ni miongoni mwa taifa kubwa baada ya Misri na Iraq, kwa hiyo akapata madaraka. Khomeini alipokamata madaraka, Khomeini alihakisha kwamba anaanzisha ana, ana, ana, ana, harakati dhidi ya dhidi ya dhidi ya Israel dhidi ya dhuluma ya Israel na jambo hili huwa linahusika na dini yani, mambo ya imani, lakini si sana kiasi hicho. Ugomvi mkubwa ni kwamba kwa nini wa Filistina waliokuwa waislamu wakatazwe kwenda Baitul Maqdis, yani ule mji wa Yerusalem. Kwa hiyo katika hili ni kwamba Khomeini chini akitawala Iran akataka Iran kama dola kuu katika maeneo yale, ni dola kuu kabisa, lilete mapinduzi ya kifikira, kimtizamo na, na kimwelekeo. Katika kuhakikisha kwamba Wapalestina wanakuwa huru. Mpango wa nyuklia wa Irani ni mojawapo ya sababu kuu za mvutano, si tu kwa sababu wasama wa utawala huo dhidi ya mataifa kama Marekani na Israeli, bali pia kwa sababu ya uwezekano wa kuruhusu nchi hiyo isiyo na silaha za nyuklia kuzipata, kitu kilichopigwa marufuku mnamo mwaka 1968 na kupitia mkataba wa kuzuia ueneaji wa silaha za nyuklia ambapo kingeweza kuchochea ueneaji wa silaha hizo duniani. Mchambuzi Maleseli anasema vinu vya nuklia ni sehemu ya tatizo na, na of course jeshi la Iran ilikuwa tayari ni tatizo. Kwa hiyo kutengeneza vinu vya nuklia vya Natans na sehemu nyingine kama Isfa na kadhalika ni kama jitihada za kuongeza kwamba wewe ni adui halafu, unaonyesha sasa unaanza kuwa na nguvu nyingine za ziada dhidi e, yangu. Kwa hiyo unaweza ukanidhuru, lakini si hilo tu, na kwa masilahi ya Marekani vivile kwa sababu kuna maeneo mengi ambayo ya karibu na Irani. Irani na na karibu karibu Afrika ni watu wengi wanafahamu vizuri. Of course, wanaelewa kwa sababu wanasoma historia Irani na Yemen zi karibu sana na na Afrika. Wakati maroketi yanaporindima kwenye milima ya Irani na makombora kupasua anga la Afrika Mashariki, mawimbi ya mgogoro huo yanagonga hodi fukwe za Afrika Mashariki, kama yalivyoenea katika maeneo mengine ulimwenguni, yanaonyesha mtikisiko Swala hili pia linaungwa mkono na mchambuzi Maliseli akisema Afrika Mashariki lazima ikumbwe na mtikisiko, una una madhara makubwa, kwa sababu kwanza kuanzia mlango wa Hormuz. Ule mlango ambao ni mlango bahari kutoka bahari ya Hindi kuelekea bahari ya Mediterranean. Iran inajulikana kwa ufanyaji wa biashara kubwa duniani, yani ni ya pili baada ya njia ya hariri eh, ya, ya wachina ile. Kwa hiyo Iran wanaamua, miongoni mwa kile wanachokifanya sasa ni kuhakikisha kwamba hakuna meli inaingia mle katika mlango wa Hormuz kutoka huko Afrika, kutoka Asia, kutoka wapi kuingia kwenda kule. Kwa hiyo bidhaa za Afrika, bidhaa za Asia kwenda Ulaya zinaanza kupata kikwazo kikubwa sana. Na na nafikiri wengi mnajua kwamba kule kaskazini kuna Barents Sea, Barents Sea, sio? Ambayo ni ngumu sana kupitika kutokana na si, si, si, kutoka nini na maji ya barafu. Meli nyingi za kibiashara na hata za kijeshi yanapitia huko. Lakini niandiko kuliko biashara. Unapozungumza Japan, ukaizungumza Philippines, ukaizungumza China, ukaizungumza Vietnam, ukazungumza Urusi vilevile kupitia Sakalin kule juu, ukaangalia India eh? Ukaangalia Singapore, ukaangalia Indonesia, Uka... unaangalia unaangaza Ufilipino. Unataja miji au nchi ambazo zina wanunuzi wengi, purchasing power ya hizi nchi ni kubwa sana. Msikilizaji wa rafiki Swahili, kadri mvutano unavyozidi kupamba moto kati ya Israeli na Irani, uhasama muda mrefu kati ya mataifa haya mawili umefikia hatua nyeti ukitandwa okay, na makabiliano ya kijeshi yanayoendelea kuongezeka na mabadiliko ya kasi katika mienendo ya kisiasa ya kimataifa. Kwa hiyo, kwa shida iliyopo kubwa ni kwamba vita hii haigusi Iran peke yake, inagusa Iran na mataifa mengi ya dunia, bila kujali ukaribu, lakini mkao wake wa kijiografia inasababisha kosekane kwa kwa stability ya uchumi wa dunia. Pili ni kwamba Iran inamiliki ina, ina mafuta mengi. Ni miongoni mwa mataifa matatu duniani ambayo yana mafuta mengi zaidi na ina supply sana Iran, Saudi Arabia na Venezuela. Kwa hiyo, Iran kupitia OPEC atawashawishi na nao washawishi wapunguze uzalishaji. Wanapopunguza uzalishaji ina maana demand itakuwa kubwa kuliko supply. Iki, ikiwa kubwa kiuchumi, tunajua vizuri kwamba tayari bei ina inakuwa kubwa zaidi. Na na, na vita hii si kana kwamba Marekani haijui, alikuwa anajua ndio maana unaona waliposhughulishwa sana watu wa Ulaya na Urusi, yani watu wa Ulaya waliposhughulishwa na Urusi kwa sababu ya gesi, yeye alikuwa ameshaanza program ndefu sana juu ya kuweza ku kugeuza mafuta kwa, kupitia katika huko, baada ya kutumia mafuta kutumia gesi ili iweze kusaidia kusustain baadhi ya vitu. Kwa kuzingatia kuwa baadhi ya mataifa ya Afrika Mashariki yana jumuiya kubwa ya kidini zenye uhusiano wa kihisia na kihistoria na Irani au Israeli, mzozo huu unaleta hofu ya mgawanyiko wa kijamii na misimamo mikali inayoweza kuchochewa. Namuuliza mchambuzi Hamduni Maliseli: katika mazingira kama haya, nchi kama Tanzania, Kenya, Uganda ama tuseme Afrika Mashariki kwa ujumla wafaa kufanya nini? Kwanza kuna kitu kinaitwa East African Cooperation, kuna IGAD katika East African Cooperation. Kwa kutumia vyombo hivi waanze kuona cha kufanya. Moja, kwanza ni kujitambua kwa kaniwavyo, alafu vita yao na wayahudi na wale mabwana haiwahusu mikakati ya Marekani katika kujaribu kuitetea Israeli au kuteka ulimwengu, waone kama ndio tatizo. <tipa> Msikilizaji rafiki, Rafii Kiswahili, na kufika hapo naweka nukta katika makala haya ya Afrika Mashariki hii leo, tulimulika na kuangaza namna mgogoro kati ya Israeli na Irani unavyoleta athari hasi kwa mataifa ya Afrika Mashariki. Mwandalizi na msimulizi wako ni Tamalati Nyoni. Hadi wakati mwingine, kwa heri, kwa sasa na uwe na wakati mwema.